Mwanamume mmoja kutoka sehemu ya Ngomeni, Mwingi Kaskazini anauguza majeraha ya kuumwa na nyoka kwenye sehemu zake za siri. Bernard Kyalo mwenye umri wa miaka ishirini na sita anasema alikuwa msalani, nyumbani kwake pale alipoumwa na nyoka aina ya swila, yaani cobra. Sasa mwathiriwa amelitaka shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kumlipa fidia jana. Mm, saa kumi na moja hivi ndo nili, nilikuwa nyumbani kwangu na nikasikia haja kubwa, nikaenda nika msalani kujisaidia, nikajisaidia kuja kumaliza, ndo sasa nyoka kumbe alikuwa hapo ndani akaniuma sehemu za siri. Nikaamka naye nikamshika nikamrudisha nika ndani ya shimo. Amefika hapa kwangu akiwa mbaya sana ile sehemu yake asiri imekuwa imevimba sana, alikuwa anauma sana, na nimemsaidia kwa kumudunga sindano inaitwa hydrocortisone sodium succinate, ambayo ni base base ndiye adui yake sumu. Kwa hivyo nikimudunga sindano ya hydrocortisone sodium sodium hydrocortisone imemleza ile ukali wa sumu ya nyoka, katika juhudi za kuimarisha